Haya, ni muda wa Kizimbani. Tunabizana ukweli kinaga ubaga ubagi. Na hapa tukizungumza, ndugu yangu, mm. Sisi hatupepe sikope tuko serious ujue mm. Na kuna vitu ambavyo vinafanyika kwenye jamii na hatuwezi kuvifumbia macho kabisa. Hata kidogo hatuwezi, inabidi tuseme kabisa, kabisa. Mm. Na leo tunawasalimieni, jamani wazazi na walezi, popote pale mlipo tunatambua mna mchango mkubwa sana kwenye jamii na taifa kwa ujumla. mm. yani kazi mnaoifanya ni kubwa sana e, kama kichwa kijatulia vizuri akijapanga mafaili yake vizuri hawezi mm. kutoboa hata kidogo mm. sasa. <laughs> licha ya kupanga mafaili yako vizuri mm. kuna baadhi ya maeneo kuna heng heng, yani kuna shida <laughs> kwa baadhi ya maeneo mm. na haya tukiyazungumza, msikilizaji shiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako ufupa maandishi nambari ni 0710 977977. Hivi sasa tunazungumza, kuna baadhi ya wazazi na walezi, yani watoto mm. licha ya kuwapata kwa tabu mm. kwa shida, kwa mihangaiko, kwa misukosuko, kwa kuvuka mipaka ya nchi wengine, umenielewa mm. wengine kwa kukosana na ndugu zao, kila mtu ana namna yake alivyopata ya yule mtoto mm. Sasa mm. kuna baadhi ya wazazi bado hamna uchungu na hao watoto ambao Mungu amewajalia kama zawadi. Mtoto umempata mwenyewe, shida iko hapa kwenye malezi, kwenye malezi ya huyu mtoto mm. yaani, unamlinda vipi mm. huyu mtoto ndio unamlinda dhidi ya vibaka mm, unamlindaje? Mm, unamlindaje na tabia zisizofaa zilizoko kwenye jamii kabisa? leo hii tunazungumza. Mm, kuna mzazi unatoka nyumbani na mtoto wako okay, au na watoto wako mm, umeenda sehemu nayoijua wewe mm, hadhi umeenda sokoni au umeenda sehemu yote naijua umeenda kwenye sherehe mbalimbali mm, lakini mwisho wa siku unasikia boda, mtoto wangu nipelekee nyumbani. unamwamini huyo boda mm pale nyumbani utamkuta dada e, utamkuta dada dada, utampa huyu mtoto mpatie, unaenda na starehe zako. I see. mtoto umemkabidhi mtu, ameenda naye mm, akichomoka naye mm. Au kuna wengine unampa mtoto mm, badala ya kwenda moja kwa moja ulikomwelekeza anaanzisha naye mambo yake mm. Si mtoto bwana satapeleka hata baadaye kabisa. Uh, katika jamii zetu bana sio kwamba kila mmoja anaaminika eh. Yule bodaboda unayempa mtoto ampeleke nyumbani ana tabia gani? Unajua, unajua unamwamini asilimia, asilimia ngapi? Cha kwanza kabisa binadamu haaminiki eh. Unampa mtoto mwenye miaka miwili oh, akupeleke nyumbani eh? Unajua humo njiani atakutana na misuko, misukosuko eh? usalama wa huyu mtoto ukoje? Usalama wa mtoto ukoje? Eh, au hata kule kuendesha ile pikipiki akiendesha kwa kasi ambayo hahitajiki, akamumiza mtoto, inakuwaje? Inakuwaje? nilishapata stori moja mm. Nilishapata ushuhuda moja, ndio ni yep. <laughs> baba kabisa sinajua so, nasema mtu nakube badoa

Dedada yubadi mm. bibi na safiri badala ya mtu kwenda na yule mtoto likumwagiza mm. Akapita maeneo kwanza ya starehe, kapiga moja mbili tatu, yuko na mtoto mm. <laughs> hasa mtoto anakaa nalia mm. baba mama. mama. analia baba mm. Baba umemkabidhi mtoto wako rafiki yako? Ndiyo umemkabidhi mtoto, labda pengine ni mwendesha chombo cha moto, ni bodaboda Najua na mambo yake. Na mambo yake. Anasema sitapeleka tu nyumbani. Mm. Mtoto analia usiku kucha. Mm. Ukipiga simu jao watu wamefika unakwambia lili na wapi? Na wapi? Hatujawaona mm, toka siku hiyo. Huyu baba hawezi kurudia tena hicho kitu. Hawezi. Kwa sababu unapitisha kule kuna vitendo viovu ambavyo vinafanyika kule. Mm. Mm. Mtoto anaona. Ndio. Nasema hivi. Hivi kumbe leo kuna maisha mengine ya dada yeye. Ndio. Hivi jenga, fikiria unamjenga vipi ubongo yule mtoto. Mm. na, na na hata tafiti zinaonyesha kabisa, ndiyo. Mtoto ubongo wake ulivyo ni rahisi sana. Ni rahisi sana kujua ama kuadapti vile vitu ambavyo anaviona, ndio para, anapopitishwa mazingira hayaeleweki, ana, ana, anakoti vile vitu, ndio sasa kwenye ubongo anakuwa navyo, ndiyo hivyo tunakuza kizazi ambacho hakina na maadili, kina maadili? Je, maadili. Yeah, huyu mtoto ila awe na maadili si mm. Lazima wewe mzazi na mlezi usimamie nafasi yako. Mzazi na mlezi wanapaswa sana kupambana katika malezi, kwa sababu tuna... wao ndio wana ule ile mandate ya kujenga msingi mzuri wa mtoto na kubomoa msingi wa mtoto kabisa kabisa mm. Shiriki nasi moja kwa moja, tupo live moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii tukibanisha Radio Kwizera FM. Ukienda Facebook pale Radio Kwizera, mm. lakini ukienda Kwizera TV tupo mubashara kabisa na tumeweka ujumbe wetu kule yeah. Facebook yeah, ili uweze kushiriki nasi msikilizaji mm. eh, kwa hiki ambacho tunakizungumza kujadili asubuhi ya leo ndani ya Mchakato, utueleze pia eh, kwako hili unalionaje yeah. Je, unalifurahia kwenye jamii yako, ama hali ikoje? Mm, au unawaona wazazi ambao wana eh, tabia unafanya vipi kuweza kusaidia? Ndiyo, ndiyo. Kabisa kabisa, unajua mwisho wa siku mm, hizi tabia tukiziendekeza kwenye jamii kuna namna watoto wetu watakuwa mm, wameamini vitu ambavyo mm, si sawa, si sawa kwenye eh, kwenye na ndio bado mwisho wa siku unakuta pengine ni mzazi ama mlezi, unaona mtoto anaanza kuonesha tabia fulani mm, kumbe kuna wakati fulani mm, ulimwachia mm, haukuweka ulinzi mzuri juu yake ukamwachia na Mm. wazazi wengi mtaani wao wanashangaa, ndio huyu mtoto zi tabia amezitoa wapi, amezitoa wapi? Kumbe wewe kuna sehemu ulikosea e. Mtoto alienda huko ndio akaanza kuzikamata zile tabia e. e. sasa hivi ndo ameanza kukuoneshea haya <laughs> e. <laughs> shiriki nasi moja kwa moja msikilizaji kupitia nambari ya ujumbe fupa maandishi ni mm. sifuri saba kumi tisini na saba saba na saba saba ili tuangalie namna gani ambavyo tunaweza tukakomesha tabia hizi mm. ambazo hazifai kwenye jamii, kwa sababu zinasababisha watoto wetu kuiga tabia ambazo sio tabia nzuri. Unampeleka kampeleke ka, unajua unampeleka, unampeleka wapi? Unampeleka wapi? Kuna mwingine hata kufuatilia fuatilia, hata baada ya dakika tano au mbili tatu, mm. kutaka kujua, je, mtoto wake amefika salama eh? na kwa nini usisitisha yuna uyafayi ukapeleka mtoto wako vizuri akafika, wewe ndio unachunguza na yule mtoto ndio. Sasa inakuwaje? unaruhusu vitu vya labda hii huyo bodaboda naye amchukua amemwona tu siku hiyo hey. hey. Kuna mwingine anasema unawaamini sana bodaboda wangu, unawaamini bodaboda wako kwenye mtoto hey. yatoke, hmm. kuja kutokea, tusije tukalaumiana hapo ina baadaye nyingine in, in, inaenda mbali kabisa hey. Unakuta hadi watoto wengine wanatekwa, ndio yule bodaboda ulimpa mpeleke nyumbani hey. Anapitiliza, nampeleka huko kusikojulikana hey. na ukimtafuta, hey. hapatikani, mtoto unamtafuta huku kule, hapatikani yeah. sasa Utamuuliza nani sasa? Jamani, wazazi na walezi bla wa telekeza watoto wao kwenye vyombo vya usafiri mm, inakuwa sio tabia nzuri, sio tabia nzuri hata e, tuka, kidogo tukasema na sisi leo mm, hatuwaachi hivi hivi, lazima tuachie ujumbe kuzingatia. Leo ni Jumatatu, tunaanza wiki mm. Hakikisha unapowaacha mtoto wako, unapoweka kwenye chombo cha usafiri, usalama wake upo upo, unamlinda kweli mtoto wako mm? Eh, hivyo ndivyo unavyomtuza mtoto wako, ni kitu ambacho hakiwezi kuvumilika kabisa. Na ni lazima tuweze kukizungumzia ili mwisho wa siku baba iweze kwenda vizuri. Au sio? Ndio. Baba anakuwa vizuri, mwisho wa siku baba anakuwa poa. Kabisa. Na baba ni kwako bosi, safi kabisa. Inabidi kule baba anakwenda vizuri. Vizuri kabisa. Yeah, tuna ujumbe wa msikilizaji hapa ametutumia ambao baada ya bao kutoka kupata ujumbe mzuri mm. Tutaupitia ili mwisho wa siku tuweze kuona namna gani ambavyo tunaweza tukaepukana na, na hizi tabia ambazo hazifai kuiwa kwenye jamii, na tunapaswa kuzipiga marufuku kabisa kwa kupeana elimu moja kwa moja ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda vizuri. Ujumbe na wewe unabidika kweli kweli kupitia namba ya ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook mm. wa Radio Kwizera FM ambapo tumetupa ujumbe wetu huko ili uweze kushiriki, uh, kwa namna moja ama nyingine tuweze uh, kutokomeza tabia hizi zilizopo kwenye jamii. Tunakwenda kupata maneno mazuri, baada ya hapo tunarejea kusonga mbele na mchakato. 93.7 Radio Kwizera FM Kigoma u amia ye. Mimi Askofu Severini Niwemugizi wa Jimbo Katoliki la Rulenge Ngara, nina ujenzi wa kanisa kuu la Jimbo mjini Ngara ninakuomba wewe mwana Rulenge Ngara au yeyote mwenye mapenzi mema ndani na nje ya jimbo la Rulenge Ngara uniunge mkono katika kazi hii muhimu sana ya kuijenga nyumba ya Bwana. Ninakuomba uniunge mkono kupitia benki ya NMB, akaunti namba tatu mbili moja moja sifuri sifuri tatu sita sifuri tano moja, jina ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara au benki ya CRDB akaunti namba sifuri moja tano mbili nane nane nne moja hamsini na mbili mia tano ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara au lipa na Mpesa namba tano nane moja moja saba tatu saba tatu sadaka The Catholic Diocese of Rulenge Ngara. Natanguliza shukurani kwa dhabihu yako na sadaka yako. Nyumba ya Bwana nitaijenga. Asante sana. Radio FM peperusha bendera wewe bianamlo aa uh -uh. Biharamulo twaja wote tu semedi Desemba ishirini na tano, elfu mbili ishirini na tano <coughs> tunakwenda kwenda kudiparamosha zinga la mizuka ya burudani lalitemwagika Biharamulo ni kijana smart season 3, katika uwanja wa wilaya ambapo pia tutashuhudia mchezo mmoja wa kirafiki na wakibabe kabisa. Baada ya mechi, tunaamia ukumbini wote kwa pamoja <coughs> ndi twaija taichoro mtima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 bosi wa Biharamulo baba hey. anakuwa ni mazuri kweli kweli. Tunatambua uwepo wako bosi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> E, bwana, mambo ni mazuri. Huu ni mchakato tunazidi kusonga mbele, ni saa tano na dakika arobaini na tisa lakini kuna mzazi na mlezi pengine hajui mpaka sasa hivi namna gani ambavyo anaweza akapambana kutafuta shule nzuri kwa ajili eh, ya mtoto wake. Tuna shule nzuri kabisa Gas Market Prende Primary School inawatangazia wazazi na walezi kuwa Januari 2026 hao wanaweza kupokea watoto wanaoanza awali na wale wanaohamia wanapokelewa, na shule hii inapatikana Nyamahwa Ngara, na fomu za kujiunga na uh, zinapatikana Rulenge kwa Mr Lengo ni 0787 80 86 86 Mr. Innocent Ntabara ni 0786

ni Mr. Alex Stationery namba yake ni 0746 617 711, na, na Ngara mjini ni Juma Gashuli namba yake ni 0755 233 933, Kaja stationery ni 0685 026 107, na shule hii imesajiliwa kwa namba ya EM 21268. Uh, kumbuka ni shule ya kutwa na bweni. Na wazazi wenye watoto wenye ulemavu pia mnakaribishwa kuwaleta watoto, kwa sababu mazingira kwa ajili yao yamewezeshwa. Uh, mwalimu mkuu wa shule yupo kabisa, na mzazi yeyote anahitaji maelekezo ama kuona mazingira ya shule anakaribishwa kufika shuleni. Na mwisho siku mambo yanakuwa mazuri. Ni mazuri zaidi mm-hmm. Ikiwa ni ni dakika ya hamsini na moja, tunapitia ujumbe wako. Okay, aa, nasema anaitwa Julian William wa Remela Mbatanga Ngara anasema habari wao maana ndio taifa la kesho asanteni sana. Aa, nikisonga mbele hapa, anaitwa Stefano au uh, Kamanda Matayo akiwa Aa, uh, ni kweli wazazi wanapaswa kuwa makini kwa watoto wao hasa uh, wanaoenda shuleni, pia watizame usalama wao ukoje, itakuwa ni jambo jema zaidi. Dakika ni hamsini na mbili, ujumbe ni mwingi kweli kweli, tunakushukuru sana uh, kwa kuwa sehemu ya mchakato hasa wa Kizimbani. Tutakuwa tunaambizana kweli kinagaubaga. Asanteni uh, sana kwa ujumbe wenu msikilizaji, ambao umetutumia kwa nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi, wakati tunakamilisha bwana mm -hmm. kuna mtu pia hajui mchana chakula anakitoa wapi? mm -hmm. haelewi vizuri kabisa A Jui kabisa. Usiku wa usiku unaendaje? Mm. Lakini usiku unaweza kubadilisha, ndiyo, ukawa ni usiku wenye historia kwenye maisha yako. Mm. Kwa kucheza bahati nasibu ya taifa. Mm -hmm. Ni kazi ndogo sana kupiga nyota 149 Mm. na nyota 88 alama ya reli. Mm. Kwa wakala wa bahati nasibu na ya taifa aliyepo karibu nawe au kwa USSD ya Mixx by Yas ama ya Telemoney na M-Pesa. Sasa kuna michezo ambayo inakuwezesha wewe, eh, kushinda zaidi na zaidi. Kuna uwezo wa kuanza siku yako na loto ambayo inakupa nafasi mbili za kila siku kushinda makadro ya Tanzania shilingi milioni 45, lakini wiki kuna shilingi milioni tatu ya uhakika ambayo inatoka kila siku, uh, kwa tiketi ya shilingi elfu mbili tu. Lakini kuna mchezo ambao tiketi yake shilingi mia moja pekee. Si mwingine ni mchezo wa tamba na namba, unajishindia fedha nyingi zaidi kwa Tanzania shilingi milioni kumi. Lakini kuna mchezo wa toboa chap chap, kuna zaidi ya shilingi bilioni mbili za zawadi Leo unaweza kushinda. Amini, cheza na ushinde. Na kushiriki hapa ni kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea. Cheza kistaarabu. Kumbuka, bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Mm. Kwa maelezo zaidi piga bure kabisa 0800 782 233. E bwana, sisi tunaamini Wazazi na walezi popote pale mlipo, mm, ujumbe umeupata, ujumbe na meseji imefika kabisa. Hakikisheni usalama wa watoto wenu unazingatiwa. mm. ni muhimu sana yani hakuna hizo kazi unazozifanya hazina ubora hazina uthamani wote, kama mtoto Am. wako hayuko salama, mm, mm kama ni chombo cha usafiri wako kwenye bodaboda hakikisha mtoto anafika salama. Eh, hapo na mtu mwingine nyuma kuangalia usalama wa yule mtoto. Usimwachilie tu kama mzigo. Ni mtoto yule, yule ni binadamu ambaye anahitaji kuwa na uangalizi wa hali ya juu. Sisi tunakamilisha saa sita kamili wa kusikiliza taarifa kamili ya habari kabisa, ambayo inaendelea kuandaliwa na chombo chetu cha habari. Mimi ni Rehema William Rotora.